Biashara jijini Nairobi zilisalia kufungwa leo wakati waandamanaji walipofurika jijini kwa maandamano ya kuwakumbuka wenzao waliofariki mwaka jana wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Mtazamaji, ripota yetu Giverson Maina anatuelezea give, jinsi ambavyo makumbusho hayo yalivyobadilika kwa ghasia ya huku watu kadhaa wakijeruhiwa, huku madaktari wa kujitolea wakiwahudumia majeruhi na wengine wakipelekwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa matibabu maalum. Katikati ya jiji la Nairobi, biashara zilisalia kufungwa siku nzima kutoka maduka ya kuuza vifaa vya kielektroniki nguo, hadi benki, mahoteli, maduka ya rejareja reja na masoko jijini, hali ilikuwa sawia katika mitaa yote. Hata hivyo, mambo yaligeuka wakati wa mchana, wakati baadhi ya biashara zilipovamiwa na kuporwa na wahuni walioingia jijini na kusababisha hasara na uharibifu. Waandamanaji walifurika barabara za Moi Avenue, Tom Boya wa Bera na Kenyatta wakikabiliana na maafisa wa polisi. I came here to pray. to pray. I prayed for the mothers who lost their loved ones I prayed for the procession when it's starting and I'm here to pray that there will be no senseless loss of life It bothers me when young people's blood is shed because when blood is shed the ground is cursed and I pray that god will forgive us for all the innocent blood that has been shed on this country. Maandamano yaliyokusudiwa kuadhimisha vijana na kizazi cha Gen Z waliouawa kwenye maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka jana yaligeuka kuwa ngome ya makabiliano. Katika barabara ya Kigali, kambi ya matibabu iliandaliwa na madaktari wa kujitolea kwa tibu waliojeruhiwa. Madaktari kutoka hospitali mbalimbali mbali na pia mashirika ya kujitolea na vilevile vile maafisa wa afya wamekita kambi hapa, ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanakuja na majeruhi wanapata matibabu kwa haraka iwezekanavyo. Majeruhi kadha wa kike na wale wa kiume walifika mahali hapo wakiwa wamebebwa na ambulansi, pikipiki na wengine wakibebwa na waandamanaji wenzao. Majeruhi kadha waliokuwa na majeraha madogo walitibiwa, na waliopata majeraha mabaya wakapelekwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Giverson Maina, Darubini.